Ni kweli pesa nilizo zitafuta katika miradi ya kanisa la Anglikana Tanzania ni zaidi ya hizo. Nimefadhili na kutafuta wafadhili katika diocese uh, ya Mkwapwa hapa uh, wakati wa askofu aliyopita. Nimefadhili uh, diocese ya Tanga kwa askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Tanzania na, na, na ni, ni miradi mikubwa ni kabisa, ni miradi mikubwa sana. Ukichukua miradi hiyo kifedha, ni mikubwa sana lakini kelele yangu siku zote ilikuwa ni wabadili sera, kwa sababu sikuamini kabisa juu ya sera walizonazo. Sera ambazo miradi tunayokuwa tunaifadhili na wafadhili tulikuwa tunawatafuta ni miradi inayoshikiliwa na wachache, inashikiliwa na maaskofu, na wakiwa waumini waki, waki, wa wakiwa hawana haki wenyewe, na hizo ni sadaka za Waanglikana duniani, sadaka za Waanglikana wanaoamini ambayo inalihubiri leo kwamba miradi iende kwa waumini na sio kwa viongozi wachache, na kuna miri, kwa sababu hiyo nilifikiri watakuwa na hekima ya kusikia, kwa sababu lengo langu likupo ni kuwahubilia waweze kuwanufaisha waumini na jamii. Hawakunisikia. Na lingine nilikataa baadhi ya miradi mingi ambayo ilikuwa tayari, hili nitakupatia mfano, inwaomkwapwa mradi wa, wa Malolo katika shamba la Malolo, nimetembelea Malolo, nimekaa na viongozi wa diocese, nimekaa kuambia kwamba mradi huu unatakiwa uwege, na ni tulikuwa na wafadhili tayari ambao nimekusha watafuta kwenda kushirikiana na ule mradi wa Malolo, lakini nikatoa masharti kuona kwamba wanasikia ama hawasikii. Nikawaambia, naomba mradi huu usiwe chini ya askofu, kwa sababu ukiwa chini ya maskofu, wafadhili na mpesa hizo zote zitayeyuka naomba uwe chini ya waumini, alafu waumini wao walete asilimia kumi tu kwenye dayosisi wakakataa. Walipokataa sikutoa fedha na wala nika- sikutoa hawafadhili waliokuwa wako tayari kwa muda kwa hiyo nilikuwa nawaeleza na pia na washauri, lakini wamekataa. Kwa hiyo ninachokihubiri leo si sera mpya, ni sera ambayo haikupata masikio na, na mawazo bora katika kanisa la Afrika. Kwa hiyo ni sera hizo zote ambazo sasa zimepata uhuru zaidi ya kuwaeleza Waanglikana ili wazione na wapate hiyo fursa kwao. Kwa sio kwamba nilifumbia macho, lakini nilikuwa nawaeleza, lakini mtu unaweza ukamweleza halafu inafikia kikomo kwamba unapoteza muda. Alafu na Mungu anafungua njia nyingine, ili kwa sababu lengo ni watu, mimi lengo la hii miradi yote haikuwa watu wachache, lengo sio waskofu ilikuwa lengo ni waumini, kwa sababu waumini hao ndio wa sadaka leo hii. Unakataaje mradi utakao wapa waumini kipato wakati wewe unataka kipato? Aa ko ndio absolutely, nilifanya hivyo, lakini pia niliwahimiza katika injili niyojua kwamba ni haki na maendeleo, wakakataa. Episcopal Anglican Media maisha yanayo hubiri